Ujambo na karibu langu, jina ni Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV, kituo ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo pindi yanapochipuka. Taarifa ambayo imetolewa na CNN ambayo ilitayarishwa ili na Lari Madoo Inasemekana ya kwamba mama ambaye aliuawa kikatili na polisi alikuwa mjamzito wa miezi mitatu. Haya ndio yali ambayo yalikuwa yamenukuliwa: alikuwa mjamzito wa miezi tatu, ameacha watoto wawili na mume waliomtegemea. Niliongea na familia yake, lakini waliogopa kuojiwa. CNN, Alari Mado. Kwa hivyo mwanamke ambaye alikuwa ameuawa kikatili na polisi kipindi ambacho kulikuwa na, ma na maandamano nchini Tanzania. semekana ya kwamba mama huyo alikuwa mjamzito wa miezi mitatu na alikuwa ameacha watoto wawili na mume inasemekana ya kwamba mama huyu alikuwa katika shughuli zake za kibiashara, ndio maana ndio akakutana na mauti. E, kulingana na taarifa ambayo imetolewa, mama huyu aliweza kuzikwa, lakini ni taarifa ambayo imehuzunisha watu wengi, kulingana na mauaji ambayo yanafanywa ya, ya kikatili na, na polisi. langu jina litasalia kuwa Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV kituo ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo pindi yanapochipuka. Kila ambacho nakuomba ni kwamba akisha kwamba una subscribe kwenye channel hii, ndio uweze kuwapata uondo kamili pindi unapochipuka, na kutakia kila la heri. Mungu akuneemeshe mazuri na makubwa makubwa, ndio utimize ndoto yako na kutakia kila la heri. Langu jina nasalia kuwa Maskini Msomi.